nam karibu katika saa ya bahari kutoka hapa ayin safi gazeti la the guardian limeripoti kuwa mamlaka za ugiriki zinawashikilia mamia ya wahamiaji hususan kutoka afrika chini ya sheria kali inayopiga marufuku magendo ya binadamu ambayo ilianza kutekelezwa mwaka wa elfu mbili kumi na nne na kuwaadhibu wanaokiuka sheria hiyo hadi kifungo cha miaka 25 jela gazeti hilo limefichua a wa Wasudani wanaunda kundi la nne kwa ukubwa la wahamiaji haramu nchini Ugiriki, na kupita idadi ya wahamiaji wa mataifa mengine kama vile Wasiria na Wapalestina. Limewanukuu maafisa wa Ugiriki wakisema kuwa zaidi ya watu elfu mbili mia tano wamewasili katika kisiwa cha Krete kutoka Afrika kufikia sasa mwaka huu pekee, na kueleza kuwa, takwimu za Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi zinaonyesha kuwa idadi ya waliowasili kisiwani humo iliongezeka zaidi, iliongezeka zaidi ya mara sita mwaka wa 2024 ikilinganishwa na mwaka na wa 2023. Gabriella Sanchez, mtafiti wa masuala ya uhamiaji kutoka Chuo Kikuu cha Georgetown amekosua amekosoa jinsi Ugiriki inavyowatendea watu wanaotafuta hifadhi kutoka Sudani, kwamba kuwatendea watu waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani kama wahalifu ni kinyume cha kanuni na Itifaki ya Umoja wa Mataifa kuhusu Kutorosha Wahamiaji, ambayo inasema wazi kwamba wahamiaji hawawezi kufunguliwa mashtaka kwa kuwezesha kusafirishwa kwake. Sudani ilitumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu Aprili 15 mwaka jana kati ya jeshi la serikali ya nchi hiyo, SAF, linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al Burhan, ambaye ni kiongozi wa Sudani, na wanamgambo wa Kikosi cha Msaada wa Haraka, RSF, wanaoongozwa na Hamdan Dagalo. Usiache kulike na kusubscribe.